Wana michezo tuweze kuzungumza mambo mbalimbali yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani na ripoti kutokea hapa katika vijiwe vya station mitaa kaburi moja. Mimi mbele yangu niko na Dosa wa klabu ya soka Young Africans, shabiki na mwanachama kwelikweli wa Young Africans. Ndugu yangu uko poa? Oh, pole ndugu yangu bwana. Mm. Yes. Hii ligi ya mabingwa barani Afrika iliendelea tena tukamshuhudia Young Africans lakini pia vile vile tukamshuhudia na Simba. Nianzie mapema nianzie jioni ndugu. Wewe utakavyo? Mimi nitakavyo. Yes. Bwana, kile ambacho alichokuwa na kidhania Young Africans bwana kupata halama imeshindikana, wakapoteza mchezo dhidi ya Farabat. Mnasemaje wananchi kwa hili? Tumefungwa. Yes. Tunasema tumefungwa. Mm. <laughs> Nasema? Tumefungwa. Nasema. Nadhani changamoto ilikuwa nini haswa? Mlikuwa mna uwezo wa kulishikilia bomba lakini dhahiri bahati ilikuwa yenu nafasi nyingi mmetengeneza, tunaweza kusema zimeshindwa kutumika vile ipasavyo. Yes, tumefungwa kwa sababu wenzetu wametumia nafasi walioipata. Tumefungwa kwa sababu sisi tumeshindwa kutumia nafasi tulizozipata, ndio sababu sisi tumefungwa. hmm. yeah. Na Yanga Africans, <coughs> <nimajibu>. Eh, Yanga. mm. naona kufuzu sasa, kukaa kimya ni majibu. Eh? Kukaa kimya ni majibu ili Young Africans iweze kufuzu, maombe na maombezi lazima yatumike. Aki aka tuki ni miongoni mwa hesabu, lazima zitumike ili Young African aweze kufuzu, nikiwa na maana ya kwamba Ahali anabidi amfunge uh, Farabat katika mchezo wa mwisho, then Young Africans ashinde zaidi ya goli mbili katika dimba la Benjamin uh, katika dimba la niwa Amani complex pale, uh, Zanzibar Guantanamo. Karata hizi mkiziangalia vipi, ndugu zangu? Wewe unatamani nani, nani nani apite? Yanga ufarabati wewe. Eh? Unaona unarudisha kwangu dosa. Wewe kama mzalendo unatamani nani apite? Ah, umeniuliza vizuri, kama mzalendo hey. Yanga Africans natamani. Basi mimi natamani zaidi kumuona Azam FC akienda basi mi natamani Yanga apite. Natamani Yanga apite. Na bado pia unamuona akiweza, Chapesa? Maisha ya mpira ni maisha yenye story fupi sana hasa kwenye CAF Champions League. Yes. Ni maisha ambayo kila mtu anatarajia kushinda nyumbani kwake. Moja ya sababu ambayo leo hii sisi inatufanya kuwa hapa tulipo ni kushinda, kushindwa kulinda goli moja tulipata dhidi ya mimi naamini kama mchezo ule tungeusimamia vilivyo, tungeulinda vizuri, leo tusingekuwa hapa tuki aki tunge si maneno la vizuri kama, lakini tulipoteza mchezo dhidi ya National kwa kupata sulua moja moja, na pale ndipo matumaini yetu akafanyaje yakaondoka. Ni lazima tukubali tumefungwa na farabati, na wenzetu walikuwa bora, hususan kwenye eneo la kushambulia, lakini jiulize kwa nini wachezaji wetu wanapata golden chance afu wanashindwa kuzitumia? Swali. Sisi kama Wanayanga ama mimi kama mkereketwa wa club. Kama tukishindwa kwenda robo finali wachezaji lazima wawe wahanga kwenye timu. Kama tukishindwa kwenda robo finali lazima wachezaji wawe wahanga na lazima wakubali kulaumiwa. Mechi nyingi tulizocheza tunaonyesha kwamba sisi ndo tunatengeneza nafasi nyingi kuliko timu nyingine. Tumecheza na JS Kabylie kule Algeria. Tumetengeneza nafasi za kutosha. Tumecheza na National kule. Tumetengeneza nafasi za kutosha. Tumecheza na National hapa Zanzibar juzi. Nafasi za kutosha, juzi tena Morocco. Hmm. Makini. Lazima wachezaji wakubali kulaumiwa, wakubali kusemwa kama tukishindwa kwenda robo finali ya CAF Champions League. Kuna namna sasa wachezaji wanabidi walichukulie hili jambo kama serious kuelekea kwenye mchezo. Lazima. Yaani ni lazima. Wachezaji wanapaswa kufahamu mambo mengi sana kuhusiana na hii klabu. Lakini wachezaji hawa ambao leo sisi tumewasajili na wanalipwa lazima wajue kwamba sisi tuna mahasimu, tuna mahasimu na hasimu wetu sisi ni upande wa pili. Tukishindwa kwenda sisi robo fainali, wao tutawapa furaha. Wachezaji na wao watakiwa ende mbali, wajue ile migogoro inaotokea kule upande wa pili hailetwi kwa sababu watu wanagombania wapenzi Nilikwambia na leo yeah. Nakwambia tena. Mm. Yale ambayo tunayaona kule upande wa pili, sio kwa sababu wanagombana kwa sababu ya wapenzi wamegombania yeah. Hela. No. Mm. Matokeo sio. Leo mkishindwa hapa kwenda robo fainali, tunakwenda kucheza na mechi ya watani wa jadi tarehe moja inshallah yeah. Tukishindwa kupata matokeo, bundi anahama shehe. Bundi anahama. Bundi anahama. Anaanza kuimarika unaona. Bundi anahama. <laughs> Chapesa. Na navyokuangalia una shauku kubwa sana kuona bundi anahama. Tumejipanga, tumejipanga, tumejipanga. Unaona lakini wanaimarika majirani. Yes, yes. Lazima tukubali. Mm. Mtani katoka pabaya sasa hivi, at least unaweza ukakaa ukasema yes, tunakwenda kucheza na jes kabiri kwa kufikia robo fainali, lakini lazima viongozi nao wawe macho kuelekea tarehe moja, muhimu muhimu tena. Bora tukose robo fainali kuliko tumekuja tarehe moja tumepasuka mbele ya mtani. Ai, ai, ai, ai! Ndio sasa unasema. <laughs> Mungu aipishie mbali bora tukoze robo fainali hey. Ambao tutalaumiana wenyewe kwenyewe, mwisho wa siku watafanyaje? hey. Lakini tunapokwenda tena tarehe moja hey. Mnyama ktu kapata goli moja hey. Mama we, hatutokaa, wataanza kuona timu imerudi na tutampa matumaini kweli kwa sababu waangalie Manchester United kiburu anachokipitia hivi sasa ni kwa sababu baada ya kutoka kwenye mgogoro wao wa matokeo wamekwenda kupata matokeo dhidi ya Manchester City hmm, aliyekuja mbele ya Arsenal kafanyaje? Kachukua. Kaja mbele Fulham kafanyaje? Kachukua. Juzi kaja mwingine ule Spurs. Sasa hili ndio nalihofia, kwiyo ni lazima wachezaji wajue kwamba kuna mechi ukicheza nafasi haijirudii ya yani, unapocheza na Farabati, usitarajie nafasi itajirudia kama unacheza na Namungo unapocheza yeah, na, na, na, na Simba pia mwenyewe usitarajia nafasi zitajirudia kama unacheza na kosti mm. Unapocheza na timu kubwa kama hizi yeah, tumia ile kanuni ya kimpira bwana, one mistake, one goal. One goal. <laughs> E bwana turudi huku bwana tu, sikuwashuhudia peke yake Yanga Africans, niliwashuhudia pia na mnyama Simba. Ngoma ilianzia kwa mchezaji wa Jayrut akaipiga pas kule juu kwa Seleman mwalimu, we Seleman, sele. sele. sele. sele. sele. <laughs> akairudisha tena hapa, ikamkuta anset eura anamalizia mpira safi kabisa, pasi ya Seleman mwalimu. Mnawaona wanaanza kuimarika. Unajua cha pesa rafiki yangu, kuna wachezaji ukiwasajili huhitaji kuwekea mapambio eh? yes. Yaani, kuna wachezaji ukiwasajili huna shida ya kutafuta mainfluencer wampambanie yule mchezaji. Eh, hapo unamaanisha nini sasa dozi? Na nani na nani hapo? Mfano ukimzungumzia Eura sio mchezaji kumtafuta influencer kwenda kumzungumzia. Ndio wale walisema ya miezi minne hajacheza. Na wao walo walosema hivyo ndio wale walotuambia kuna mabalaa mjini yamekuja na yote yameondoka kwa mkopo <laughs> Hey. Hey. <laughs> Yule alosema kwamba mchezaji huyu hajacheza miezi minne uh -huh. Sawa. Lakini na huyo ndo alosema kuna mabalaa amekuja mabala mapya mjini yapo kwa mkopo. Moja Saudi, moja Morocco, moja Algeria. Anarudi kesho. Ndio Algeria hiyo uh -huh. uh -huh. mwingine si na Singida, Singida huko uh -huh. Kwa hiyo mchezaji kama Eura uh -huh ni mchezaji ambaye ameshajipambanua vifua hmm, kufika Tanzania. Hiyo. Na haja jipambanua tu kwenye ligi tu ya ndani, amejipambanua kwenye mashindano makubwa kwao. Anajua nini anachokifanya, na ndio maana mimi ukiniuliza kuhusiana na Eura, huwa sina, si, si, sina cha kuzungumzia zaidi ya rekodi zake tu, hmm. Nakwambia yes. Mchezaji mzuri, eh. Unajua kuna watu wengi wanajiuliza kati ya Eura na Libasse Gueye. Nani mwalimu? Libasse Gueye shida na mambo mengi, shida yake na mambo mengi, lakini mchezaji ambaye anahitajika kwenye timu zote duniani kwa sababu kila timu duniani inahitaji winga passe, winga ambaye anaweza kucheza one against one, anaweza akakimbia na maadui wale, ndio kina Libasa Gay. Lakini sasa Libasa Gay kwenye muda wa kupiga, yeye anangangania mpira. Kuna muda wa kukana mali, anataka kupiga. Ndio shida ya Libasa Gay. Lakini pia ni mchezaji mzuri, labda wampe time. Lakini eh, eh, eh, eh, haitaji time. haitaji time. Mchezaji ambaye anafanya perfect vision kila kitu anachokifanya nakifanya kwa usahihi. Nikukumbushe jambo tu, kama hautoja yes, mara ya mwisho tulikuwa pale <Yes>. Kama unakumbuka ligi ya mabingwa barani Afrika wakati inapangwa ukanambia Yanga Africans, ukanambia na Simba Sports Club nikilinukuu neno ambalo uliwahi kuniambia ukaniambia, Simba ni mtawalia kwenye michuano hii, na huwa mara nyingi huwa anafanya vizuri. Ukaniambia Young Africans amepangwa kwenye miongoni mwa kundi gumu ambalo yuko nalo, isipokuwa inahitaji nguvu pamoja na jihadi itumike ili aweze kufuzu kule unakoenda. Sasa nikiinukuu kauli yako, Simba ni mtawalia ya kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba huyo huyo uliniambia ameshacheza mara nyingi hatua ya robo fainali na tayari alishajipambanua na kujitafutia kwenye ubora wake, ameshindwa kuelekea katika hatua ya robo fainali. Wewe unamwona Young Africans kwenda kule? Tuanzie hapa ndugu yangu, kama, kama mwingine ameshindwa kwenda ambaye ni mbobezi kwenye hiyo neno. Neno, neno jingine ambalo nilikuambia siku ile huku lielewa, au umelisahau hmm? Nilikuambia ile sabu za yanga ziwe rahisi kucheza robo fainali ni lazima ukote alama nne kutoka kwa Farabati. Ile hesabu za Yanga nakumbuka, kwa nini nilisema vile? Sikumgusa National kwa sababu dunia nzima baada ile chati kutoka, watu wanaamini National anakwenda robo fainali, ndio ilikuwa timu ya kwanza Kafu wenyewe ameposti ile, ndio timu ya kwanza, na kwenye sekondi sekondi nyingine inayofuata watu wamemwangalia Farabati anakwenda robo fainali. Performance ambayo ameonyesha katika ligi yake pamoja na michuano ya klabu bingwa yeah, yeah. kwa msimu kadhaa hapa. Sasa ili Yanga aende, kwa mtazamo wangu kipindi kile yeah. Nikasema you must win four point kutoka kwa nani? Kwa Farabati. Yanga kachukua alama tatu, na maana Yanga alikuwa anadaiwa alama. Sasa mimi na wewe tupige hesabu kama Yanga angepata... shule ningesema ingekuwa hata huu mtihani wa magoli mawili usingekuwa si tunampokonya tu moja pale, tukiweka pale, Yanga anakuwa na ngapi sisi? Anakuwa na sita, yeye anabaki na ngapi? Na yeye yule pale, saizi alikuwa na nane, toa mbili, sasa anabaki na sita, anabaki na sita. Sisi tuna advantage ya kuja kumaliza mchezo home. hmm. Lakini kwa kuwa ne, nani, Farabati amechukua alama tatu kutoka kwetu ndio ametupa hesabu zetu mpaka dakika ya mwisho, na mimi sikwambii, Chapesa, wala sitaki kukudanganya, tuna kazi ya ziada sana kufuzu robo finali matarajio yetu, imani yetu, malengo yetu ni kuvuka robo fainali, lakini lazima tukiri kwamba nafasi tuliokuwa nayo sisi ni ngumu mno kwenda robo fainali. Sasa mtaziweka wapi sura zenu kipindi Simba anafungwa mara ya kwanza, anafungwa ya pili, anafungwa ya tatu? Wengi wao walisema shughuli shaisha, ila nikirejea kwako wewe, ukanambia tusipokuwa makini, tunaweza tukaoga na mjini tusiende. Yule anayecheka mwanzo huenda machungwa yanakuwa tayari anakuwa shapo. Je, yule anaelia mwishoni? Tunaomba Mungu. Tunaomba Mungu amfunge Farabati. Tunaomba arabatikuombam tumfunge zaidi ya goli tatu. Mm. Yes. Sisi waumini wa dini eh. <laughs> Lazima jambo lolote tunataka kulifanya lazima tumwombe Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kama wewe imani yako inakwambia sio lazima kumwomba Mwenyezi Mungu sawa? Ila sisi tunaamini Mwenyezi Mungu na tunamuomba sana tusaidie kufuzu kwa robo finali. Ila mnaiona nafasi ya Young Africans ipo, lakini ni ngumu. <laughs> Sasa kama unaamini ni ngumu, tuimbe kile kijimbo cha cha malemkobak: mgonjwa huyu haponi haponi haponi haponi, mgonjwa huyu haponi. Itikia Dosa. <laughs> <laughs> Robo finali. Mimi sijaenda. Kwa nini hujaenda? Amwa kwa usikuwa vizuri. Sikuwa vizuri, kila mmoja anajua kwenye mashindano klabu bingwa bara Afrika atakuwa vizuri. Imetosha. miaka saba tumefanya vizuri This is football. kuna muda utafanya vizuri. Imetosha. kuna muda utafanya vibaya, lakini kwa sababu wewe, mimi ndugu yangu, hebu tukumbuke kijimbo cha Male Mkomba tu, ngoja ngoja ngoja ngoja ngoja, naongea na msemaji anapiga sawa, nani alikamwe anatafuta nini?